Mnaondoka, mnaondoka, ndio mnaondoka! Kwa chilaso piga, achia, ndio unaondoka. Shetani joka hilo piga, joka hilo piga, achia! Fire, fire, come out! Hebu tulia, tulia, tulia, tulia, sikiliza kuzimu Sikiliza kusoma moto wa roma tifo yasiachia achia, achia kuzimu, achia achia kwa neno eso, achia masikio yake. Haya masikio funguliwe, haya masikio funguliwe, haya masikio funguliwe. Moto wa roma tifo, moto wa eso, moto wa eso, moto wa eso, moto wa eso, achia kwa neno eso. Kila roho za mashabulizi toka kuzimu, achia, moto wa wanachilia moto hilo tumbo, ndio huyo nyoka ndani ya tumbo hilo. Achia sasa, achia sasa, ndio achia tumbo lake. Moto moto moto moto moto, fire fire fire, yes fire

Ndio, ndio, pepo uchungu, uchungu ya ya ya ya unapigwa, unapigwa sasa, ndani ndani, ndoa ndoa ndoa ndoa yako yako, hilo kwenye piga piga, hiyo unachia, unachia, unachia maisha, achia, achia, fire! Jesus! Asante Roho Mtakatifu, unaondoka na unaachia maisha yake, hutarudi tena, hutarudi tena, hutarudi tena, na ivue hiyo pete na vua ile shela kwa jina la Yesu, mpe utukufu o ili wakamata kibali au waganga, nasema nao, wameenda kwa waganga wa kienyeji wakamata kibali chako, au waganga au waganga au waganga, hilo jina lako wamepeleka kwenye madhabahu ya waganga, wakatoa na sadaka na chile moto fire fire, na chile moto hiyo madhabahu ya waganga, toka, mwachie, mwachie, mwachie, mwachie, mwachie, mwachie, mwachie. Ndio, ondoka, mwachie ndio toka, hizo roho za kuzimu toka, tabia za kipepo marafiki wote wabaya, na kata mawasiliano marafiki wa kuzimu waliokamata maisha yako, wanataka kuteketeza maisha yako aa, marafiki waliotupa roho ndugu yako, na chini ya moto, fire fire fire fire fire, udoka udoka, mwache mwache mtu mwache mtu ifungulie kitabu cha Matayo sura ya 17 kuanzia mstari wa 14, Matayo 17 kuanzia mstari wa 14. Nao walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akapiga magoti akisema Bwana uni Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako, na, nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? mleteni huku kwangu Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka yule kijana, akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga wakisema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akamwambia, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka wala alitakuwako alita neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Wote sema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neno lako. Unaenda kulitia nguvu wakati huu. Litakuwa ni neno ambalo ni upanga, ni nguvu ya kugawanya nafsi, mwili na roho. Naomba ubariki kinywa changu nitakapoyanena maneno yako kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Kama unaandika andika nguvu ya maombi ya kufunga na kuomba. Andika nguvu ya maombi ya kufunga na kuomba. Mpendwa, tunaingia kwenye maombi wiki ijayo. Kati ya vitu ambavyo shetani anamnyang'anya mtu aliyokoka ni maombi. Na hasa maombi ya kufunga. Tuko vitani na vita vyetu si juu ya damu na nyama. Vita vyetu ni vya kiroho. Ukiona mambo mengi hayaendi jua, kwenye ulimwengu wa roho kuna vita vinapiganwa. Na aidha ukashindwa vita katika ulimwengu wa roho, utaona matokeo mabaya katika ulimwengu wa kimwili. Maisha yako yamefungwa na kufichwa katika ulimwengu wa roho. Ashukuriwe Mungu, muda si mrefu kitabu kinachapo, muda si mrefu nakizindua kitabu cha kumiliki na kutawala katika ulimwengu wa roho. Maisha ya Mkristo, maisha ya mtu mwanadamu yamefichwa kwenye ulimwengu wa roho. Upo jinsi ulivyo, ni matokeo ya ulimwengu wa roho. Ukiona mambo hayaendi katika ulimwengu wa kimwili, jua kwenye ulimwengu wa roho iko nguvu, na hiyo nguvu katika ulimwengu wa roho ndiyo inasababisha madhara ya kimwili, aidha nguvu hiyo katika ulimwengu wa roho ikikushinda. Na watu wengi hawana ufahamu wa ulimwengu wa roho, hawana ufahamu kabisa, wanapigana vita vya kimwili Unaona mama anatokea katika ulimwengu wa kimwili namna hii, unaona ni kawaida. Ngoja nikwambie, mpendwa, kila unachokiona katika ulimwengu wa kimwili kimeanzia katika ulimwengu wa roho. Na mpaka umepandisha viwango vya kiroho, umepandisha levu ya kiroho, umepandisha nguvu ya kiroho umepandisha viwango vya kiroho ndipo unaweza ukashinda. Unaposhinda katika ulimwengu wa roho, utaona ushindi katika ulimwengu wa kimwili. Tunahitaji kushinda, familia zetu zikawa salama, ndoa zetu zikawa salama, biashara zetu zikawa salama, kazi zetu zikawa salama. Tunahitaji ushindi kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Nisikie mtu mmoja anasema amina. Mali hapa, tangu wakati wa Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 12. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu. Tangu siku ya Yohana Mbatizaji. Mwambie mwenzako, ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu. Sema tena, ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu. Eh? Nao wenye wa nguvu wauteka. Sema nao, wenye wa nguvu wauteka. Ukiwa mwenye nguvu utateka ufalme, ukiwa mwenye nguvu utateka ufalme. Wapendwa, si wakati wa kuishi maisha ya kulegealegea ya kiroho, ni wakati wa kuteka ufalme katika jina la Yesu. Hatukubali kuwa chini ya mapepo, chini ya wachawi, chini ya mauti, chini ya magonjwa. Mimi nimesema sitaki na ninakataa kwa jina la Yesu, nitapandisha viungo vya kiroho mpaka kieneo katika jina la Yesu. Nisikie mtu mmoja aseme amina hapa. Unajua wengi sasa hivi vitu walivyo navyo si kwa sababu wanatenda dhambi vita walivyo navyo ni ule uvivu na uzezeto wa kiroho unapoikea uvivu na uzzeta wa kiroho aka, nikuambie, shetani atakuandama, shetani atapiga maisha yako. Nikuambie wenye wa Yehova, na sisi tuchitaaa wa shetani. Kazi yako itakuwa chini ya utawala wa Yehova na si chini ya utawala wa shetani. Biashara yako, kazi yako, ndoa yako, watoto wako, familia yako, elimu yako itakuwa chini ya utawala wa Yehova na si utawala wa kipepo katika jina la, la Yesu. Wameweza kupanisha viwango. Unajua mapepo yanajua levo yako ya maisha yako ya kiroho ilivyo, yanajua choo na kila mtu anacho cheo cha kiroho. Inategemea, unajua, watu wakiingia jeshini, kila wanapopanda cheo, lazima wapite mazoezi, lazima wapitie kosi, lazima wapitie kufundishwa, lazima wapitie mateso ya mazoezi ya kimwili. Wakati wanaingia wanaambiwa, makuruta haya, haya ni makuruta makuruta wale ambao hawana cheo ndio wako kwenye mafunzo wanaingia pale. Sasa kwa kuruta, maisha yako yote kama hutakubali mazoezi lazima, lazima ufaulukz lazma aulz liubpnd ch lazauauu Usipofaulu utarudi pale pale. Na kosi za kiroho Yesu anazitaja mbali hapa, Mathayo kumi na saba mstari wa kumi na nne. Anasema wanafunzi wakawa na kimia mapepo, toka toka, pepo la toka toka, piga toka, alitoki toka, alitoki Yesu anajitokeza namna hii. Yule baba anamwambia, naomba umrehemu mwanangu amekuwa akiteswa mara nyingi sana na kifafa, pepo la kifafa limemtesa mara nyingi sana. E, Yesu, Yesu akamwangalia yule ambaye alikuwa anaombewa, akamwangalia na yule baba, akaangalia na wanafunzi, akaangalia na watu wote, akaona hawa watu bado level yao ya kiroho ni chini kabisa. Hawa asema, enye, eh, enye imani yao hakuna nyie, enye enyi watu wenye imani hapa, nitachukua na nyinyi mpaka lini? Akasema, mleteni. Alivyomleta Yesu Kristo, kamanda wa makamanda, jemadari mkuu wa vita, Mighty Warrior. Great, Mungu mwenye nguvu, Mungu ni mamlaka, anaata nyingi mabegani mwake toka kiwa mtoto. Nimesema kwa jinsi tumepewa mtoto, mtoto mwanaume amezaliwa, mwenye uwezo mabegani mwake, mwenye ufalme mabegani mwake. Yesu anazaliwa ana anazaliwa akiwa na nyota nyingi kwenye mabega yake, anazaliwa akiwa jemedari mkuu wa vita. Hata Farao mwenyewe anamogopa mtoto Yesu, kwa kuwa mtoto Yesu anazaliwa akiwa na nguvu, akiwa na mamlaka. Ndio kanisikia mtu mmoja anasema amina. Mahali hapa sema amina, mahali hapa sema amina, mahali hapa Amekuja duniani anafanya training, anachukua wanafunzi wake anawapika kwenye training. training ya kupambana na kuzimu. training ya kupambana na shetani, training ya kupambana na mapepo, kupambana na magonjwa, training ya kupambana na mazingira yote ya, ya shetani duniani. Anaingiza kwenye kozi mbalimbali. Kozi moja hapo ni kupambana na ufalme wa nguvu za giza. Analeta mtu kwenye pepo, pepo na kifafa, ana wanafunzi wanakemea. Nataka nikwambie, ikagoma pepo, ikagoma kutoka Yesu Kristo akalitoa baadaye. Wanafunzi wake wanamwendea Yesu, Yesu, mbona sisi tuling'ang'ana, ikashindikana? Mbona tumeng'ang'ana ikashindikana? Yesu, tuambie siri ni nini? Yesu akamwambia, bado mnahitaji kozi, imani yenu iko chini kwa sababu ya mazoezi ya kiroho, hamjapiga mazoezi ya kutosha, hamna mazoezi, nyiye legelege lege tu. Lazima mpige mazoezi. Mstari wa ishirini na moja anasema namna hii haitoki bali kwa kusali na kufunga. Maanake kozi ya maombi ya kufunga na kuomba ni kozi ambayo itakupeleka viungo vya juu itakupeleka viungo vya juu itakupeleka viungo vya juu vya kushindana na mapepo. Uweze kushindana na mapepo kwa kula ugali kila siku, uweze kushindana na wachawi kwa kula mtori kila siku, uweze kushindana Kushindana na ufalme wa kuzimu kwa kula chapati mayai kila siku, lazima upite training, lazima upite kozi. Na kanisa lazima tuingie kozi, na wiki ijayo ni kozi ya wiki moja, kozi ya siku tano, kozi ya siku tano ya kufunga na kuomba, siku tano. Jumatatu, Jumanne tutafunga masaa kumi na mbili lakini Jumatano kanisani tunapiga kambi, maombi ya kufunga na kuomba tatu kavu, ili kozi ikolee, lazima tuzame kwenye maombi. Sema, namna hii haiwezekani wala haitoki bali kwa kusali na kufunga. Hiyo ndio kozi. Wangapo uko tayari kupitia hiyo kozi? Wangapo uko tayari kupitia hiyo kozi? Huko tayari kupitia kozi hiyo? Na, na, na kimsingi ilikuwa ni maombi tuanzie Jumatano mpaka Ijumaa lakini hata mtu anapoanza mbio ndefu anaanza riheso anaanza riheso anaanza riheso namna hii, anaanza riheso. Anataka kukimbia mbio, yani mbio ndefu, lakini anza, lazima anze riheso. Tunaanza riheso Jumatatu, masaa 24 tunakula Jumapili jioni. Jumatatu asubuhi hatunywi chai, Jumatatu mchana hatuli chakula, Jumatatu jioni tunafungulia, tunakula chakula. Hiyo ni kozi ya riheso hiyo, hayo mazoezi madogo madogo tu. Tunaingia Jumanne, hatuli chakula mpaka jioni, hiyo ni

Sema ya ya ya kupasha kupasha, ngoja nikwambie, maombi maombi ya masaa 12 ni maombi ya kupasha tu. Haya ni maombi ya kupasha tu, unapasha misuli kesa, sawa. Lakini Jumatano tunaanza mwendo, tunaanza mbio, tunaanza iaa, tunaanza mwendo wa kiroho, tunaanza mwendo wa kiroho Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, tatu kavu. Tunamalizia jioni Ijumaa jioni, tunakunywa uji pamoja. Hapo tunasema sasa tumemaliza mwendo wa mwendo wa siku tatu Nisikie mtu mmoja anasema mimi na mali hapa, sema mimi na mali hapa. Na kwenye maombi haya Bwana anataka kufanya mambo makubwa, kwenye maombi haya Bwana anataka kutenda mambo makubwa, yale mambo ambayo yameshindikana. Maombi ya siku tatu lazima kieleweke, katika jina la Yesu, lazima kieleweke katika jina la Yesu. Pige kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Kosa lao na dhambi yao ni nini? Nyumba ya Yakobo kosa lao na dhambi yao ni nini? Endelea. Eh, walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki. Kosa lao ni hili, walakini wanitafuta kila siku, wataka kujua njia zangu, kama taifa lenye haki. Endelea, wasioacha sheria ya Mungu wao eh. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni, mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii. fahamuni, siku, fahamuni siku, ya kufunga, siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe uh -huh. na kuwalemea wote watendao kazi kwenu uh -huh. Tazama ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu hum. hamfungi siku ya, ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake ni, kui, ni kuinama kichwa kama unyasi, mm-hmm. na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubalika na Bwana? Je, yes, saumu niliyoichagua siyo. Hapa sasa saumu niliyoichagua mimi Mungu, siyo namna hii, kufungua vifungo vya uovu. Sikiliza, maombi ya kufunga na kuomba ni maombi ya kufungua vifungo vya uovu. Mamba moja, tunaanza na toba, tunaanza na toba katika jina la Yesu, tunamimina niweto katika toba, tunaomba rehema. Saumu ya namna hii sio kufungua vifungo vya uovu, maanake vifungo vya uovu vinafunguliwa kwa maombi ya toba. Niokee mwenzako, mwambie vifungo vya uovu vinafunguliwa kwa maombi ya toba. Endelea kuzilegeza kamba za nira, kulegeza kamba za nira, kuacha uru walioonewa, kuacha uru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira, na kwamba mvunje kila nira. Je, yes, sio kuwagaia wenye njaa chakula chako na kutoa sadaka kwa wahitaji? Sikiliza, Bibilia inazungumza maombi ya kufunga na kuomba yana malengo aina mbili na watu wengi wanafunga na mba, kufunga na kuomba sio kupeleka mbele za Bwana tu. Kufunga na kuomba, namba moja ni toba, namba ambavyo vinakamata watu. Ukifunga na kuomba lazima viachilie katika jina la Yesu lazima uviachilie katika jina la Yesu. Nisikie mtu mmoja anasema amina mahali hapa, na nikwambie, maombi ya, ya, ya, ya, ya kufunga na kuomba ni fawili, hakuna kitu kinachozuia. Unapiga fawili, ukipiga fawili matopo utapita. Taka nikwambie, ukifunga na kuomba lazima utapita mazingira magumu, yote yatakuachia, kuta zitavunjika, barabara zitatengenezwa. Ngoja nikwambie, funga na kuomba utamwona Mungu na ukifa umekufa kishujaa, hujafa kisembe, hujafia gesti, umefia kwenye maombi. Lakini toka nimeokoka kama mtu anaomba sahihi, anaomba kwa mapenzi ya Mungu, hakunaga kufa, katika jina la Yesu. Kuna kutia nguvu, katika jina la Yesu. Na ukitoka hapo, wewe ni chuma kingine, wewe ni moto mwingine, wewe ni kitu kingine. Bwana, nisikia mtu mmoja anasema amina, amina. Nitakao ruhusu wanye uji ni wafuatao, wanaonyonyesha wajawazito na ambao wako kwenye dozi. Hakuna kula nyama, hakuna kula samaki, hakuna kula mkate na blumbeni na mayai. Utakunywa uji. Nisikia mtu amesema amina mahali hapo. Yani, watakaoruhusiwa ni wale ambao wako kwenye dozi, wale ambao ni yani kidaktari wa, wa, wanatakiwa wale kidaktari, sawa, wale wako kwenye dozi au kwenye matibabu, wale ambao ni wajawazito, wale ambao wananyonyesha, utakunywa uji na hakuna kula nyama siku tatu, hakuna starehe. Maombe mwenzako, hakuna starehe. Yani wewe una sababu zako hizo, nitakuruhusu namna hiyo. Tunataka tumwone Mungu, shalom. Tunataka tumwone Mungu kwenye maisha yako. Na Jumatano tunazindua siku ya maombi na maombezi hapa kanisani. Jumatano tunazindua siku ya maombi na maombezi, na kila Jumatano tutakuwa tunafanya maombi na maombezi hapa kanisani na kanseli tunaitanga kuanzia asubuhi. Nitakwepo kanisani kuanzia asubuhi mpaka jioni, pamoja na wachungaji na timu ya maombi. Labda kama mko kwenye kazi hizo ni kitu kingine, lakini kambi letu linaanza lini? Jumatano. Wenye magonjwa sugu, wenye shida mbalimbali, yuko Yesu. Shalom, International House of Prayer anaenda kuweka huru katika jina la Yesu. Waleteni watu, Mungu atawaponya kuanzia saa nane tunaanza ibada ya mahali hapa. Nisikie mtu mmoja anasema amina mahali hapa asubuhi tutakuwa tumetulia kwenye maombi mtu akija kansoni anapata, lakini kuanzia saa nane tunaanza kung'ang'ana na tatizo tutang'ang'ana kuanzia saa nane mpaka jioni. Mungu atatupa neema katika jina la Yesu. Na kama una shida yote sugu, andika, liko boksi la maombi pale. Wangapi wanasema nitafunga na kuomba? Wangapi wanasema tutakuwepo kambini? Sasa wale wa kazini, ukitoka kwenye kazi njoo kwenye kambi la maombi, sio unaenda nyumbani tunajiweka wakfu siku ya leo kwa ajili ya maombi ya kufunga na kuomba kwa wiki nzima, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Ukitoka kazini, usiende nyumbani, njoo hapa kanisani. Tutaomba usiku, tutaomba mchana, tutaomba usiku na mchana. Ni kambi, mwambe zako ni kambi. Hivi nikuulize swali moja, leo ukapata ugonjwa mbaya, ukienda hospitalini, unaweza ukaacha kulazwa hata mwezi mzima? Utaacha kulazwa? si unalazwa? Utasingizia chochote, utasingizia maana unaweza ukajilana na kazi yako na biashara yako, lakini siku vikiumana, ukipigwa hospitalini, uta utakaa pale kitandani, wana daktari wanakuambia hakuna kutoka hapa, hakuna kutoka. Sasa mimi sikwambia uache kazi yako, ila kuna usiku unaweza ukaja hapa, mchana unaweza ukaja kama mchana unapata nafasi njoo, kama usiku unapata nafasi njoo, kama ni usiku na mchana njoo. Mimi mwenyewe napiga kambi hapa kanisani, na wakiweza kuja kupiga kambi kanisani njoo. Tunataka tumtafute Bwana na nguvu zake. Wangapo nasema tuko tayari, simama kwa miguu yako, inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, najiweka wakfu kwa ajili ya maombi ya siku tano eh, Yesu nipe neema ya kufunga na kuomba. Tunaingia kwenye mapatano Ngoja, ngoja, ngoja kidogo, nikupe ni andiko moja hapa alafu, Mathayo 18:19 nianzie 18. Amin, amin nawaambieni, yeyote mtakaofunga duniani yatakuwa amefungwa na mbinguni, na yeyote atakao, mtakaofungua duniani yatakuwa amefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani kwa jambo lolote, watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni, kwa kuwa wawilipo, wawili po wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo katikati yao. Tunapatana kwenye maombi. Wangapi wanataka kuingia kwenye mapatano? Nyosha mkono. Maombi ya mapatano, nyosha mkono. Sema Bwana Yesu, ninaingia kwenye mapatano ya maombi ya kufunga na kuomba kama kanisa la TJ Shalom, tunapatana kufunga na kuomba kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Yesu, naomba nguvu zako, naomba unisaidie, naomba uniwezeshe kufunga na kuomba katika jina la Yesu, amen. Makofi mengi kwa Yesu na Bwana alibariki neno lake.